Au ni isikwepo lakini nipata habari, pigwa simu na majirani, tumekimbia duka letu ndo lile hapo, tukajipanga, tulikuwa wengi sababu kampuni yetu na watu wengi, tukajipanga hapa, watu tulikuwa wengi, tukaanza tumeokoa mali zetu la pale mbele, kitu kimoja. Sasa majirani yetu, moto ulikoanzia huko, ndo amepoteza kila kitu, lakini sisi tumetoka salama. Ofisi yetu chanzo tunapata habari tunaambiwa, umeme umeme, lakini sasa tukiangalia umeme wenyewe hapo kwenye umeme ulipotokea, hakuna huo umeme unaosema umeme. Sasa tunashindwa kuelewa. Kwa hiyo, je, polisi watafanya uchunguzi? Lakini naangalia hiyo nyumba ambayo hiyo nyumba yenyewe ambayo ilitokea umeme haina namba ya nyumba wala chochote, ama haina ramani yoyote. Umeme sisi tuna umeme umeanzia hapo, tunaona kabisa kwenye nyumba yetu hii, umeme wa nyumba hii na hii ni tofauti eh. Sasa tunashindwa kuelewa, si kikubwa chakiwaambia mabosi zetu, lakini wafuate sheria za moto na fire hapa tu na vitu vyote vivyo hapo, kama sheria inavyoeleza leseni yako na kueleza wewe na kila kitu unacho. Kwa tatizo lilipotokea, tumewakumbusha mabosi zetu, kwa anatokea wewe na hichi na hichi na hichi, eh, bado ndio. Baada kutokea tumwambia bosi, umeshtuka sasa? Sio tumwambia wa ajili yetu, jamani, kila kitu zima moto kila siku anakupa na wapeni information, mtakao mfanye hivi mfanye hivi mfanye hivi, lakini hamjafanya. Sasa kwa hili hapa nadhani mtashtuka i mlifanya sasa, mweke vifaa vinatakiwa vya zimamoto. Zimamoto alifika saa ngapi? Wao walifika kama saa nane, lakini walisaidia, kwa sababu wale walipata taarifa sana sana kwenye shirika la polisi. Polisi ndio wapiga simu, kwa hawakuchelewa, wakaja, wakasaidia, wakanusuru maduka mawili, ila kwetu na ile Eh, yenu yamenusurika. Nusurika. Akijapotea chochote katika maduka mawili. U, sisi hapa na jirani yetu hapa. Eh. At, kwa maduka mawili yale ndo hakuokoa chochote. Ah, uh, chanzo cha moto bado hakijajulikana moja kwa moja, ile inavyosemekana ni shoti ya umeme, uh, ni shoti ya umeme ndio iliyosababisha kuonekana athari hiyo ile inaonekana hapa sasa. Maduka mangapi ambayo yameathirika na moto huu? Uh, kama unavyoona hapa maduka ni mawili yaliyoteketea na baadhi mengine ambayo yamepata changamoto kidogo lakini walijitahidi kuwahi na kuokoa ila kwa, kwa hatari kubwa yametokea kwa maduka mawili yanayoonekana hapa. Yeah. Mpaka sasa jitihada gani ambazo zimechukuliwa? Uh, kusema kweli, kwanza tunashukuru tu kwamba serikali iwahi kufika, pamoja na kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo havikuweza kuokolewa ili walijitahidi kuja kuzima moto na kupunguza athari ambayo ilikuwa inaendelea kwenye maduka mengine. Yes. Uh, ilikuwa ni muda gani? Uh, ilikuwa ilikua nda ambazo zimefanyika lakini pia moto wenyewe ulizuka lini? Yeah, kwa ambao waliokuwepo karibu wanasema moto ulianza kulipoa kuanzia uh, majira saa saba usiku.